Hujambo na karibu tena mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu wa habari Kiganjani. Huu ni wakati si mwingine tena ambapo tunakutana hapa hapa kwenye chaneli yako pendwa kabisa, ili kuweza kuhabarishana habari zinazojiri ndani ya mipaka ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Na mezani kwetu tumefikiwa na habari isemayo kuwa UWT yashangaa ukimya wa BAWACHA, sakata la mwenezi wao kushambuliwa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania UWT Taifa ilionesha kushangazwa na kitendo cha Baraza la Wanawake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA BAWACHA kutokutoa kauli yoyote baada ya katibu mwenezi wa BAWACHA Taifa Siglada Mligo mwenye umri wa miaka 34 kushambuliwa kimwili. Itakumbuka kwamba Machi 25, 2025 mjini Njombe iliripotiwa kuwa mwenezi wa baraza la wanawake Chadema Bawacha taifa seiglada Mligo, mkazi wa mji mwema mkoani Njombe, aliripotiwa kujeruhiwa na mlinzi wa chama hicho wakati wa kikao cha ndani kilichofanyika Machi 25, 2025 mjini Njombe, kiliongozwa na makamu mwenyekiti wa Chadema taifa John H. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahmudu Banga alithibitisha taarifa hizo, ambapo kwa mujibu wa taarifa za polisi, kikao hicho cha ndani kilijadili masuala mbalimbali, ikiwemo hoja kuhusu Siglada Mligo kudaiwa kufanya mikutano bila kufuata utaratibu wa chama. Kamanda Banga alisema katika hoja hiyo kuliibua taharuki na stofahamu na baadaye Mligo alielekezewa kutolewa nje ya kikao ili kupunguza mvutano. Alieleza kuwa baada ya hali kutulia, aliruhusiwa kurejea katika kikao hicho. Hata hivyo, ghafla mmoja wa walinzi wa Chadema aliyejulikana kama Noel Olevale aliripotiwa kumshambulia na kusababisha Mligo kuanguka chini. Askari waliokuwepo eneo hilo walijaribu kumkamata mtuhumiwa lakini alifanikiwa kutoroka. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe lilifanya jitihada za kumpatia huduma ya kwanza ikiwemo kumpatia PF3 na kufungua kesi, na alilazwa katika hospitali ya Kibena mkoani Njombe, akiwa anaendelea kupatiwa matibabu huku jitihada za kumtafuta mtuhumiwa zikiendelea. Jeshi la polisi lilitoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi kwani halitosita kuchukua hatua kwa mtu yoyote atakayebainika kufanya hivyo. Hata hivyo, chama cha Mapinduzi CCM yaingilia kati kutokana na tukio la kupigwa kwa mwenezi wa BAWACHA taifa Sigrada Mligo. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Njombe kimelaani vitendo visivyokuwa vya utu vinavyoashiria uvunjifu wa amani kwenye utekelezaji wa masuala ya siasa. Katibu wa siasa na uenezi CCM mkoa wa Njombe, Josaya Luoga, alieleza hayo baada ya kumtembelea na kumjulia hali katibu mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha Taifa, siglada Mligo, aliyeripotiwa kujeruhiwa na mmoja wa walinzi wa chama hicho wakati ya kikao cha ndani kilichoongozwa na makamu mwenyekiti wa Chadema baran John Heche Machi 25, 2025 mjini Njombe. Kwa kiongozi mkubwa kama mwenezi wa BAWACHA taifa kushambuliwa na mlezi umetushtua, kwa sababu siyo jambo la kawaida na tumesikitishwa sana kuona kiongozi wa taifa anapigwa. Sisi tunahubiri juu forara na moja ya mambo yanayosisitizwa ni uvumilivu na kuheshimiana, alisema Jesaya Luoga. Kwa mujibu wa katibu mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha Taifa, Siglada Mligo alizungumzia sakata la kushambuliwa, ambapo alisema walikuwa katika majadiliano ya kikao cha ndani. Alipokuwa akijaribu kujenga hoja, alikatizwa mara kadhaa kabla ya kuamuliwa kutoka nje. Baada ya juhudi kadhaa za kutaka kurudi kwenye kikao, hatimaye aliruhusiwa. Hata hivyo, mlinzi huyo alitokea ghafla na kumshambulia kiasi kilichosababisha kuzirai kabla ya kusaidiwa na polisi waliokuwa jirani. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahmudu Banga alisema jeshi hilo limeendelea kumtafuta mtuhumiwa Noeli Olevale ambaye ni mmoja wa walinzi aliyetajwa kuhusika kwenye shambulio hilo na kumpiga ngumi mwenezi na kutoweka baada ya kiongozi wake kuanguka chini. sisi muendesha harambee kumchangia matibabu ya mwenezi bawacha. Katibu wa itikadi uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi ndugu Amos Makala Ijumaa Machi 28/2025 akiwa wilayani Mufindi mkoani Iringa, ameongoza harambee lilafanikisha kupatikana kwa shilingi milioni moja laki tano elfu hamsini na tatu na mia tano kwa ajili ya kumsaidia matibabu ya katibu mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha Sigrada Mligo, aliyeshambuliwa na kujeruhiwa na anayedaiwa kuwa mlinzi wa makamu mwenyekiti wa Chadema ndugu John Heche. Awali, Makala akiwa mkoani Mbeya, alitoa pole kwa Sigrada na kukitaka chama chake mkoa wa Njombe kwenda kumtembelea na kumpa salamu za pole. Alizungumza na siglada pia kwa njia ya simu na kumpa pole kwa masaibu aliompata. Makala alieleza kuwa wakati wa mazungumzo yao siglada alimweleza kuwa anatakiwa kwenda kutibiwa hospitali ya Peramiho, swala lililomlazimu kuitisha harambee ili kupata fedha za kumsaidia. Katika harambee hiyo mjumbe almashauri halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Iringa asasi abri amechangia kiasi cha shilingi milioni moja na fedha nyingine zikitoka kwa wananchi na wana CCM wa mkoa huo. Pia UWT yashangaa ukimya wao baacha sakata la mwenezi wao kushambuliwa. Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania UWT Taifa imeonesha kushangazwa na kitendo cha baraza la wanawake wa Chama cha Mademokrasia na Maendeleo CHADEMA BAWACHA kutakutoa kauli yoyote baada ya katibu mwenezi wa BAWACHA Taifa Siglada Mligo mwenye umri wa miaka 34 kushambuliwa kimwili. Ikumbukwa kuwa tarehe 25 Machi 2025 mjini Njombe ililipotiwa kuwa mwenezi Mligo alifanyiwa shambulio la kudhuru mwili na mmoja wa walinzi wa chama hicho wakati wa kikao cha ndani kilichoongozwa na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, John Heche. Alitoa tamko la jumuiya hiyo Ijumaa, Machi 28, 2025 jijini Dodoma, mwenyekiti wa UWT Tanzania, Mary Chatanda Amelaani vikali hali hiyo na kutoa wito kwa jeshi la polisi mkoa wa Njombe kuendelea kumsaka mtuhumiwa na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria. UWT imesema kuwa inashangazwa na kitendo cha BAWACHA kutokutoa kauli yoyote na inasisitiza kuwa vitendo vya vurugu havipaswi kuvumiliwa na vinapaswa kupigwa vita kwa nguvu zote.